Katika tukio la kusisimua mwaka elfu mbili na kumi na mbili ndege aina ya Boeing saba mbili saba iliangushwa kwa makusudi kwenye jangwa nchini Marekani, ikiwa ni sehemu ya jaribio hatari lililolenga kukusanya uelewa wa kinachotokea kwa abiria wakati wa ajali ya ndege na namna wanavyoweza kujiokoa. Jaribio hili liliandaliwa na kipindi cha Curiosity Plane Crash cha chaneli ya Discovery kwa ushirikiano wa kituo cha habari cha ABC News. Ndege hiyo iliandaliwa kwa muda wa miaka minne, ilijazwa vifaa vya teknolojia ya juu vikiwemo midoli ya majaribio yenye thamani ya zaidi ya laki tano, kamera maalumu thelathini na nane na vifaa vya kunasa mshituko. Kabla ya ndege kuanguka, marubani waliokuwa wakirusha ndege hiyo waliruka kwa kutumia maparachuti kupitia mlango wa nyuma wa ndege. Ndege hiyo ilianguka ardhini kwa kishindo kikubwa na kusambaratika vibaya. Hata hivyo, wataalamu walibaini kuwa ajali hiyo ingeweza kuepukika kwa baadhi ya abiria, hasa waliokuwa wamejikinga ipasavyo kabla ya kushuka kwa ndege. Kwa mujibu wa Dr Sindibar aliyesimamia majaribio ya abiria wa mafunzo, taarifa zilizokusanywa zinaonyesha wazi kuwa kuweka kichwa chini na kujikinga kwa mikono wakati wa mshtuko kunaweza kuokoa maisha. Alieleza kuwa abiria wanapaswa kuweka kichwa chini kuweka mikono kichwani na kujiegemeza mbele jambo ambalo lilithibitika kuwa na ufanisi mkubwa katika kupunguza madhara katika mwili wakati wa ajali. Ripoti hiyo pia ilionyesha kuwa sehemu ya mbele ya ndege ndiyo iliyopokea mshtuko mkubwa zaidi. Abiria waliokuwa wameketi kuanzia mstari wa saba kuelekea mbele walikuwa kwenye hatari kubwa ya kupoteza maisha, huku baadhi ya viti vikichanika na kurushwa nje ya ndege, huku kiti namba saba a kikivutwa na nguvu ya mshtuko na kutoka kabisa nje ya ndege. Aidha, abiria waliokuwa wamevaa mikanda ya kiti, lakini hawakujiegemeza mbele, walikumbwa na majeraha ya mgongo kutokana na nguvu ya mwili kusukumwa mbele ghafla. Katika majaribio ya maabara Dr. Bar pia alionyesha mfano wa mama aliyekuwa akimbeba mtoto wake kwenye mapaja wakati wa mshtuko mdogo. Ingawa ni kawaida kwa wazazi wengi kuokoa gharama kwa kufanya hivyo, majaribio yalionyesha ya kuwa si salama, kwani hata kwa mshtuko mdogo mama huyo alishindwa kumshikilia mtoto wake. Utafiti pia umebaini kuwa nafasi ya abiria kwenye ndege ina athari kubwa katika nafasi ya kupona. Abiria walioketi ndani ya safu tano kutoka mlango wa dharura walikuwa na uwezekano mkubwa wa kutoka kwa haraka na hivyo kupona endapo ajali ikitokea. Jaribio hilo lilitajwa kuwa miongoni mwa majaribio ya kipekee kuwahi kufanywa kwa ndege ya abiria, na limechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza uelewa wa kisayansi kuhusu usalama wa abiria na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuokoa maisha wakati wa ajali. Hii ni Aviation Tanzania, jina langu ni Zena Kasim.